Ah, leo tarehe ishirini ya mwezi huu wa tano, timu ya Planet Media inawaga makutano, ikihamisha huduma yake ya injili. Yule mhubiri wa kimataifa wa neno la Mungu kutoka Kongo anakualika katika mkutano tena mkubwa wa injili unaopatikana katika eneo la mkoa huu wa Geita, katika wilaya ya Mbogwe, katika eneo lile la Masumbwe. Mkutano mkuu wa injili utakaoanza kesho katika viwanja vya Masumbwe, timu ya Planet Media itaendelea kutuuzia hutuba hiyo moja kwa moja katika mtandao wetu, channel yetu ya Planet Media TV. Watu wote dunia nzima tunaisogeza na kuwa kijiji kimoja, tukikukaribisha kuhudhuria mkutano huo mkubwa wa Injili baada ya huduma hii katika kijiji cha Nyabulolo mkoani Geita. Katika kuyafanya haya <laughs> mwenyeji wa mkutano uliokamilika, mtumishi wa Mungu aliweza kuona haya yafuatayo. Mtumishi wa Mungu, wakati unaiaga huduma hii ulioipata wewe katika eneo hili la Nyablolo, watazamaji wetu wa chaneli ya TV ya Planeti wangependa kusikia maneno mawili matatu. Karibu. <coughs> Asante ndugu watazamaji, kama tarehe ya leo, tarehe ishirini ya mwezi wetu wa tano, e, mimi nikiwa mchungaji wa eneo hili la Nyeblolo, kata ya Nyeranzaja, e, wilaya yetu ya Geita, nimekuwa na hii timu tangu takribani tarehe ta, ta,